ni Mnukwa wa Global Visa Consultants ambaye sio tu mshauri wako, bali vile vile ni msaidizi wako katika siku za usoni, ikiwa unakusudia kuelekea katika nchi za ugaibuni, nchi kama za Canada, Marekani, Uingereza, nchi za umoja a Ulaya pamoja na Australia. Unaweza kuwasiliana nao kupitia namba zilizoko chini ya tangazo kwa muongozo, maelezo pamoja na ushauri. Tukielekea katika uchambuzi wetu, Movement ambazo zimekuwa zikiendelea baina ya nchi ya Israel na nchi ya Iran hasa, tunaweza tukasema zimeganyika katika sehemu tatu. Kuna sehemu za kimkakati na kuna sehemu za kidiplomasia na kuna sehemu za operation. Tukizungumzia sehemu ya kimkakati, hasa ilikuwa ni movement ambazo zime, zilikuwa zimefanywa na nchi ya Marekani pamoja na mabadiliko ambayo yametokea katika utaratibu wa utangaza Donald Trump wa kusitisha maamuzi yake ya ikiwezekana kuishambulia nchi ya Iran, lakini kabla ya hapo maana yake uh, siku ya tarehe kumi na nane kuna movement ilikuwa imefanyika ambao tulikuwa tunaona kwamba ni movement ya kwa ni kimkakati, ni mkuu wa majeshi wa nchi ya Pakistan alikaribishwa ndani ya ikulu <coughs> ya White House. Kukaribishwa kwake hasa ilikuwa ni kwa ajili ya mazungumzo baina yake na Rais Donald Trump na kupata chakula cha lunch na Rais Donald Trump lakini baada ya kumaliza mazungumzo ya Rais Donald Trump alipata pia fursa ya kuongea na Marco Rubio, waziri wa mambo ya nje wa nchi ya uh, Marekani, vilevile na Peter Hegseth ambaye ni waziri wa ulinzi wa nchi ya Marekani. Mvment hii tunaizingatia kama ni mvment ya kimkakati ki zaidi kwa kuzingatia kwamba nchi ya Pakistani ni nchi inayopatikana nyuma ya nchi ya Iran, lakini lakini vilevile ukiachilia mbali hapo. Uh, mkuu wa majeshi wa nchi ya Pakistani ni miongoni mwa watu wenye nguvu sana, kuzingatia kwa kuzingatia kwamba nchi ya Pakistan, sehemu ya jeshi huwa ina maamuzi makubwa ambayo yanaweza kuleta athari kwa upande mmoja au mwingine, na ndio maana katika siku za nyuma uh, aliyokuwa waziri mkuu wa nchi ya Pakistan mmoja, katika sababu iliyomfanya akaondolewa mpaka madarakani ni kutofautiana kwake opinion na upande wa jeshi. Kwe, kwa hiyo kwenda kwake katika nchi ya Marekani inategemea kuna jambo litakuja mbele na hasa ni la kuhakikishiwa Marekani kama inaweza ikatumia upande wa Pakistani kwenye kuratibu baadhi ya shughuli zake dhidi ya nchi ya Iran, kwa makubaliano kama hilo litafanikiwa, Iran Pakistani waweze kupewa access au kupewa fursa ya kuzifikia baadhi ya silaha ambazo kiutaratibu Marekani hawawezi kumpa mtu yoyote. Na hili tunachukulia katika umuhimu kwa sababu ya baadhi ya kauli ambazo zilikuwa zikizungumzwa na baadhi ya viongozi wa nchi ya Pakistan, kama uh, Khawaja Asif ambaye ni waziri wa ulinzi wa nchi ya Pakistan, ambaye katika siku za nyuma alipata kutoa kauli kwamba kama Iran kama Israel wataishambulia Iran kwa bomu la atomic au bomu la nuklia, maana yake na kwamba Pakistan lenyewe wataishambulia nchi ya Israel kauli ambayo actually Rais Donald Trump aliwahi kuzungumza kumwambia Hawaj Asif aondoe kauli hiyo asizingatie kauli hiyo. Kwa hiyo muundo wa movement yote ambayo ilikuwa na kusudiwa kufanyika katika nchi ya Iran tulikuwa tunategemea kwamba kufanyika kutokea upande mmoja tu wa magharibi lingekuwa ni jambo gumu, maanake ilikuwa inahitaji ipatikane encirclement, kuzunguka katika nchi ya ya Iran na sehemu nyepesi ambayo kwa Marekani uh, kwa sababu ina ushawishi mkubwa hasa ilikuwa ni nchi kama ya Pakistan. Kwa hiyo movement hii tumeizingatia kwamba ilikuwa ni movement ya kimkakati, lakini pamoja na movement hii, uh, tunaona kuna mabadiliko makubwa ambayo yamejitokeza ya Rais Donald Trump kuzungumza kwamba maamuzi alitaka ayafanye kwamba aidha ashambulie uh, nchi ya Iran au asishambulie, ameona kwamba ayaposponda au ayasogeze mbele mpaka baada ya wiki mbili lakini kipi ambacho kitakuwa kimesababisha mpaka maamuzi haya yasogezwe uh-huh, mbele na ili hali kwamba kama ni sehemu ya Uh, maandalizi ya kijeshi yalikuwa yanaonekana kwamba yanakwenda kwa spidi kwa kuzingatia kwamba katika baadhi ya bezi zilizoko katika eneo la Mashariki ya Kati, Marekani ameondoa baadhi ya ndege zake. Kuondoa baadhi ya ndege zake ni kwa sababu bezi hizo zipo katika renji ya nchi ya Iran. Maanake Iran anapokusudia kuzishambulia, anaweza kuzishambulia. Na moja katika bezi ambayo Marekani imeamua kutoa uh, ndege na baadhi ya lojistiki zake ni al bezi Al Hudaid ambayo ndio bezi kubwa ni central command ya nchi ya Marekani katika eneo la mashariki ya kati, lakini Marekani ililazimika kuiondoa kuondoa baadhi ya vifaa vyake pale. Yote ilikuwa inaonekana ni maandalizi kwa ajili ya kufanya uvamizi au kufanya mashambuzi ndani ya nchi ya Iran. Ukiachilia mbali hapo ni kusogea kwa meli ya SS Nimitz ambayo actually imesogea katika sehemu ya Persian Gulf. Sehemu ya Persian Gulf ni sehemu ambayo ipo karibu zaidi na nchi ya Iran, kwa Kiswahili tunaita ghuba ya Uajemi. Kitendo cha meli kusogea pale aircraft carrier, na ndege za kushambulia ziko pale na kisha Donald Trump kuamua kusogeza wiki mbili mbele, maana yake ni kuonyesha kwamba kuna uwezekano mkubwa, kuna vitu bado havijakaa sawasawa. Lakini kubwa zaidi kuliko yote, kitu ambacho tunaona kwamba inawezekana ka kimesukuma maamuzi ya, yote, ya Donald Trump ni mashambulizi yaliyofanywa leo na nchi ya Iran katika nchi ya Israel, mashambulizi ambayo actually yanaonekana yame haribu taswira kwa upande mmoja mwingine ya nchi ya Israel. Mashambulizi ya kwanza yamefanyika katika sehemu ya Negev na hasa katika sehemu ya uh, Gavium ambayo inapatikana Gavium, uh, Negev Technology ambayo inapatikana hasa katika upande wa kusini mwa nchi ya Israel. Gavium, Negev Technology ni sehemu muhimu, na umuhimu wake hasa unabebwa na kuwepo kwa kituo cha IDF kinachojulikana kama uh, maana yake ni kituo muhimu ambacho kinaratibu maendeleo yote ya teknolojia ambayo mwisho wa siku yanakuja kunufaisha jeshi la Israel. Ni sehemu ambayo nchi ya Iran au jeshi la Iran ilishambulia katika sehemu hiyo katika mkoa wa Negev. Lakini jambo la pili, ukiachilia mashambulizi yaliyofanyika hapo, mashambulizi pia yalifanyika katika kituo kingine cha IDF kinachojulikana kama C4I kwa maana ya kwamba control control command control, computer, intelligence lakini vilevile na communication. Manake ni, ni, ni center ya IDF ambayo ndio ina control mawasiliano yote ya IDF, lakini vilevile ina control uh, upande wa utoaji wa amri, lakini vilevile ina, ina, ina, ina control upande wa uratibu wa vitu vingi vya teknolojia na utoaji wa baadhi ya Logistiki kwa ajili ya kusupport baadhi ya missions ya za kiintelijensia za jeshi la IDF hasa kupitia baadhi ya department kama za Mossad na mfano wake, au kupitia katika vitengo kama vya Mossad na mfano wake, lakini actually C4I maana yake ni kitengo ambacho kinaratibu shughuli za IDF katika nchi nzima ya Israel. Kwa ina maana Iran uh, walishambulia katika sehemu ya kwanza ya masuala ya advancement of technology, maendeleo ya teknolojia, lakini vilevile wakashambulia katika sehemu ambayo ina control masuala ya teknolojia na masuala ya logistic na masuala mengine ya uongozi na maelekezo. Walishambulia katika sehemu mbili, mashambulizi katika sehemu mbili ndio yalisababisha kuleta uh, mshtuko katika hospitali ya Soroka ambayo inapatikana pia katika sehemu ya Negev. Lakini inaonekana kama mashambulizi hayakuwa actually moja kwa moja katika hospitali ya Soroka kama vile ilivyokuwa au inavyozungumzwa na, na baadhi baadhi ya jamaa. Lakini ukiachilia mbali mashambulizi yamefanyika katika maeneo hayo vile vile, uh, jeshi la Iran lilifanya mashambulizi katika sehemu ya uh, Tel Aviv Stock Exchange, manake soko la hisa la nchi ya Israel, kwa sababu nchi ya Israel haina soko la hisa isipokuwa hilo moja la Tel Aviv stock exchange. Na hii inaonekana uh, za nchi ya Israel hiyo mbali mashambulizi ambayo yamefanyika katika sehemu ansm soko la hisa lakini vile vile wameshambulia katika sehemu a ya, ya sehemu ya Holon ni sehemu muhimu katika kama mm -hmm. Uh, sehemu ya chachu ya elimu kiachilia mbali katika upande wa, wa viwanda, lakini sehemu ambayo inakusanya maeneo ya kihistoria mm. Lakini nakusanya vivile maeneo ya elimu. Kushambuliwa katika eneo hili inawezekana ikawa ni kulipiza kisasi cha mashambulizi yaliyofanywa na IDF katika university ya Imam Husein ambayo iliyoko katika mji wa Teheran. Lakini vilevile mashambulizi yamefanyika katika sehemu ya Ramatgan. Ukizungumzia sehemu ya Ramatgan ni sehemu muhimu ya kibiashara katika mji wa ni kusini kidogo, by the way, wa mji wa Tel Aviv. Kwa sababu nchi ya Israeli ni miongoni mwa nchi ambazo zinafanya biashara kubwa duniani ya uuzaji wa almasi. Moja katika masoko makubwa katika nchi ya Israel ya uuzaji wa almasi ni soko la Ramatgan. Lakini vilevile shughuli za kibenki, shughuli za uh, makampuni ya insurance uh, makampuni ya mawakili yanapatikana zaidi katika eneo hilo, maanake ni sehemu kubwa ya soko la biashara. Kwa hiyo kufanya mashambulizi katika sehemu ya stock exchange, kufanya mashambulizi katika sehemu ya Ramat Gan, lengo kubwa ni kuharibu shughuli za kiuchumi. Kufanya mashambulizi katika sehemu ya, ya Holon, maanake lengo kubwa ilikuwa ni kulipiza kisasi cha kile ambacho Israel ikifanya kushambulia katika university ya Imam Hussein, kufanya mashambulizi katika sehemu ya uh, maana yake lengo kubwa ni kufanya disturbance katika mfumo wa ile tunasema ni mfumo wa mawasiliano, au namna gani jeshi la IDF linaweza likaji organize ikiwa sehemu zake za kuunganisha mifumo ya teknolojia itakuwa imeathiriwa kwa upande mmoja au mwingine. Lakini kubwa kuliko yote ni kuonyesha kwamba jeshi la Iran a taarifa kamili kuhusiana na sehemu ambazo ni muhimu ambazo tunasema ni potential target za nchi ya Israel, au potential target ambazo zinapatikana ndani ndani ya nchi ya Israel. Kwa hiyo hii ilikuwa ni katika sehemu ya operesheni ambayo imefanywa na nchi ya Iran katika siku ya leo, ambao tunaamini kupitia operesheni hii kwa upande mmoja au mwingine, inawezekana ikawa imeleta shockwave au imeleta mshtuko katika nchi ya Marekani kujaribu kufikiria kwa mara ya pili operesheni ambao wanakusudia kwenda kuifanya, pamoja na kwamba kuna maandalizi ambao walikuwa wamekwisha yafanya, na ndio maana inaonekana hata baadhi ya uh, opinion, au mawazo yamekuwa ya kibadilika badilika badilika, badilika, baina ya nchi za Magharibi. Kwanza kabisa ilikuwa ikiwezekana, tutashambulia katika nchi ya Marekani na Israel, walikuwa wakiomba Marekani iweze kushirikiana nao kwenye kufanya mashambulizi ndani ya nchi ya Iran, lakini sasa hivi rai ikabadilika, kwamba ikiwezekana kama kuna uwezekano wa kushambulia katika uh, ile tunasema kinu kile cha nyuklia cha Fordo basi hiyo inaweza ikatosha, manake kuiangamiza sehemu ya Fordo. Na sehemu ya Fordo inabeba umuhimu mkubwa katika upande wa nyuklia program ya nchi ya Iran, kwa sababu Fordo ni sehemu ambayo kwanza imefikia katika levo ya juu ya urutubishaji wa uranium, kwa maana kwamba katika asilimia sitini imefika. Lakini la pili, sehemu ambayo Fordo imehifadhiwa ni sehemu ambayo ni ghali na ni ngumu mtu kuweza kuifikia. Kwanza kabisa imehifadhiwa chini ya milima na aina ya miamba inayopatikana juu ya mlima ni mwamba kama wa granite, mwamba ambao kwa upande mmoja mwingine ni katika miamba migumu ya ki, ya ki volcano ambayo fikra ya kwanza ya Marekani ilikuwa ni kutumia ikiwezekana, bunker booster bomu ambalo linaweza kuingia mita sitini kwenda chini, pamoja na kwamba katika sehemu kama ya granite haitegemewi kuwa hivyo kwa hiyo inaweza ikaingia na ikaweza kuleta shock wave ikaleta mstuko, ile tunasema seismic wave ikaleta uh, mstuko kwa upande mmoja au mwingine, lakini kwa namna uh, ile nuclear site ya Fordo ilipowekwa ni ngumu kuifikia kwa sababu inaonekana iko chini kwa zaidi ya kilomita e, mita 500 inaweza ikaa chini kwa takriban mita 500 na wakati ukiangalia banka booster uwezo wake kwenda chini ni takriban mita 60 na hiyo hasa ni kwa sehemu ambayo iko wazi lakini sio sehemu ambayo ina miamba migumu kama miamba ya granite. Kwa hiyo ina maana kutoka katika fikra ya tunataka tuupindue tuondoe uongozi uliokuwepo mpaka kuja katika fikra ya kwamba ikiwezekana tutushambulie Fordo, maana yake ni shifting kubwa, ni shifting kubwa, na inawezekana ile rai iliyozungumzwa na Manuel Macron kwamba hatuwezi kufanya toplin ya uongozi au kuondoa uongozi ulioko madarakani kwa kutumia kupiga mabomu tena kutokea nje ya nchi, ni jambo ambalo haliwezekani lakini vilevile uh, vile, ni matokeo yani, hii yote mpaka Marekani kuamua kusogeza muda mbele ni kile ambacho ilizungumza katika vipindi vyetu vilivyopita kwamba ni matokeo ya hesabu mbovu ambayo ilipigwa na Benjamin Netanyahu katika siku za nyuma, ni matokeo ya hesabu mbovu ambayo ilipigwa na Benjamin Netanyahu siku za nyuma, kwa sababu mpango wa kwanza wa uh, mapigano haya ilikuwa ni kuhakikisha uongozi unatoka uongozi uliopo madarakani. Maana yake uongozi uliopo madarakani katika nchi ya Iran uweze kuondoka na nafasi yao ikiwezekana ichukuliwe na mtoto wa aliyekuwa mfalme wa nchi ya Iran, Muhammad uh, Shah Pahlavi mtoto wake Reza Shah Pahlavi ambaye anaishi katika nchi ya Marekani. Maana yake ndio kwamba anategemewa kwamba ikiwezekana aweze kukaa pale kama kiongozi lakini yote haya yalikuwa inawezekana kupitia fikra za wananchi au maamuzi ya wananchi. Sasa kwa sasa hivi Irani imejikuta ipo katika failed state, ipo katika hali ambayo wananchi wote wamekubaliana na jambo moja kwamba uh, Israel ilichotufanyia ni kutudhalilisha, na hilo jambo hatuwezi kukubaliana nalo. Kwa hiyo hata wale ambao walikuwa ni ma-activist waliokuwa ni washika bendera ya kwamba uongozi ukiwezekana uondoke, aizi sheria zilizoko hapa mwisho wa siku wote wamerudi nyuma wakaona kwamba lama tusimame na nchi yetu dhidi ya ha, nchi kama ya Israel au nchi kama ya Marekani. Kwa hiyo msingi wa kwanza wa kuondoa serikali iliyoko madarakani umeshashindikana au umekwisha haribiwa na ndio maana mtu kama uh, rais wa, wa, wa nchi ya Israel, uh, Isaac Herzog, katika mambo aliozungumza hivi karibuni ni kwamba wao mpango wao sio kuondoa serikali iliyoko madarakani. Maanake ni kauli ambayo imekuja kubadilika baada ya kuonekana ule mpango mpango umefeli, au hesabu ilikuwa hesabu ilikuwa imekosewa ime kwa hiyo, by the way, kinachoonekana mpaka sasa hivi ni kwamba kuna mabadiliko katika program ya nchi umungine, ya Marekani mabadiliko ambayo kwa upande mmoja au mwingine yanawezekana yakawa imeipa nafuu nchi ya, ya, ya Iran kwa sababu nchi ya Iran yenyewe ina, inafoka zaidi katika upande wa diplomasi kuliko katika upande wa vita lakini mabadiliko haya inawezekana yakawa na shida kubwa katika upande wa nchi ya Israel, hasa kwa sababu uh, hatujui katika plani ambayo Marekani alisema kwamba analeta ndege kwa ajili ya kuwatoa raia wake wa Marekani katika nchi ya Israel, tulikuwa tunashakia ulikuwa ni mpango wa kuongeza kiasi cha silaha katika nchi ya Israel na hasa silaha za kuzuia makombora ambazo zinaonekana kwamba zimedeplete au zimepungua kwa kiwango kikubwa katika nchi ya, ya, ya Israel kiasi ambacho vyombo vingi vya magharibi vikawa vinazungumza kwamba kuna uwezekano mkubwa ndani ya siku kumi mbele Israel hawatakuwa na uwezo wa kuweza kuzuia yale na makombora nayo ya koo inawezekana ikawa ni ziada ya silaha zilikuwa zimeletwa ili kuweza kuisupport iweze kuendelea na mapambano yake kwa upande mmoja au mwingine. Lakini jambo la pili, saikolojia ya kutegemea Marekani ataingia moja kwa moja front inaonekana inawezekana ikawa inapunguza inapungua nguvu kwa sababu ya madhara ambayo yanategemewa yangeweza kutokea kwa Marekani kuingia katika hiyo vita. Na tulizungumza kwenye kipindi kilichopita, tulizungumzia tulizungu swala la kufungwa kwa bandari uh, ya uh, mlango bahari wa Hormuz ambao una una sapoti ile energy sector au sekta ya nishati kwa asilimia ishirini ya dunia nzima. Lakini vile vile uwezo wa Irani katika kufanya mashambulizi, maana yake wanaweza kushambulia katika bezi zote pale uh, mashariki ya kati. Lakini jambo la tatu, position au geographical location, ile sehemu ya kijiografia ya sehemu ya, ya kundi kama la Huthi, maana yake wanaweza wakaharibu ile supplying route, ule mfumo wa usambazaji katika bahari ya bahari nyekundu, bahari ya Shamu, jambo ambalo litakuwa ni disaster kwa dunia kwa kuzingatia kwamba vitu vingi vinavyotoka katika nchi za Asia, nchi kama za China, kwenda katika nchi za kaskazini mwa Afrika, kwenda katika nchi za kusini mwa Ulaya, inategemea zaidi kupita katika Babu Almandibu, kuingia katika bahari nyekundu, kwenda katika mlango bahari wasiwezekana, na kwenda katika bahari ya Mediteranean, jambo ambalo haliwezi kufanyika ikiwa Wahuthi hawataruhusu hicho kitu kiweze kufanyika. Kwa hiyo tunaona kwamba kurudi nyuma kwa Rais Donald Trump kwa kiwango fulani kujaribu kuangalia kunawezekana kwa kumesukumwa na movement iliyofanywa leo na nchi ya Iran, ukiachilia mbali kwamba kabla yake maanake usiku uh, uliopita nchi ya Israel pia ilifanya mashambulizi mengi katika nchi ya, ya, ya Iran. Ilipeleka ndege takriban kama thelathini mpaka arobaini ambao zilifanya mashambulizi katika baadhi ya maeneo, lakini maeneo yaliyokuwa muhimu zaidi katika mashambulizi yaliyofanyika ilikuwa ni katika sehemu ya Arak, sehemu ya nuclear site ya Arak, ambayo ilibidi, uh, Iran waweze kuripoti katika International Atomic Energy Agency kwamba Israel wameshambulia katika sehemu ya nuclear site ya Arak. Lakini jambo lingine walishambulia katika sehemu ya Karaj, sehemu ya Karaj ni sehemu muhimu kwa ajili ya uzalishaji wa centrifuge au zile silinda ambazo zinatumika katika mchakato wa masuala ya, ya urutubishaji wa, wa, mambo ya nyuklia. Lakini jambo la tatu walifanya mashambulizi pia katika baadhi ya viwanda ambavyo vinatumika katika uzalishaji wa antimissile, manake mabomu ambayo yanaweza akatumika katika kushambulia sehemu kama za vifaru na mfano wake. Lakini licha ya movement hiyo, tunachokiona uh, huenda adjustment au kusogea mbele kwa, kwa, kwa, maamuzi ya Rais Donald Trump na kuruhusu di, eh, diplomasia ipite hasa yamesukumwa na aina ya mashambulizi ambayo yamefanywa leo hii na jeshi la Iran kiasi ambacho uh, diskashen nyingi inaonyesha kwamba watu wanahisi bado hawana taarifa za kutosha kuhusiana na Iran na kwenda kupigana vita ambayo bado hamna taarifa za kutosha kuhusiana na Iran, maanake ni jambo ambalo linaweza likawa lina madhara makubwa kuliko faida, ukiachilia mbali hasara au madhara ambayo yanaweza yakaonekana moja kwa moja kama hayo ya kiuchumi, lakini vilevile na madhara ya kiusalama, madhara ya kijamii ambayo yanaweza yakajitokeza kama hali ilivyotokea katika miaka ya nyuma katika nchi kama za Iraq, nchi kama za Afghanistan na mfano wake. Kwa hiyo by the way hiyo uh, ilikuwa ni taarifa ambayo tulisema kwamba tukuletee kama sehemu ya update, tukitaraji kwamba kwa upande mmoja mwingine utakuwa umepata faida. Jina langu naitwa Maulid Ali Mnukwa. Ni kuombe tusisahau kusubscribe kulike, kushare pamoja na kucomment. Uwe na muda mwema.